Na ndio maana nikasemaje, Simba wamesajili kocha wa kawaida. Kwa sababu gani? Unajua, ukiangalia wachezaji wa Stellenbosch na ukiangalia wachezaji wa Simba ni vitu vitu tofauti. Huenda wachezaji wa Stellenbosch wakawa wamezidi wachezaji wa Simba kwa in terms of performance kwenye pitch, lakini pia huenda wachezaji wa Simba wakawa wamezidi Stellenbosch kwenye issue ya ya performance kwenye pitch, lakini tunaangalia timu ikiwa timu ikiwa ina flow inachezaje, ina, ina nimeangalia nimewafuatilia kwa sababu iko muda mrefu Stellenbosch tangu elfu mbili na, na wana, kumi na saba. By the way, ni mtu ambaye anapenda kujilinda sana yani sana sana kwe sana sana kweli, alafu anashambulia kwa kushtukiza. Swali ni je, Simba watu wapo?